Namnatudundedunde viwanjani sasa, baada ya kupata habari mbalimbali mbali kutoka kwa Boniface Magupa na Baraka Ngemba, karibu sana. Mimi naitwa Saidi Makala, na tuanzie katika klabu ya soka ya Simba ambapo tunaambiwa kocha mkameruni uh, Joseph Marius Omog ametambulishwa rasmi hii leo na uongozi wa Simba na kusaini mkataba wa miaka miwili kuifundisha timu hiyo yenye maskani yake mtaa ya Msimbazi jijini Dar es Salaam. Mwanamichezo wetu Ezekiel Mwambopo ni shuhuda wetu. Omog na Simba wamefikia makubaliano hayo baada ya mazungumzo ya awali kukamilika na hatimaye kocha huyo ambaye aliwahi kuinoa pia timu ya Azam FC kukubali kuinoa kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi, ambapo uongozi huo wa Simba umemtangaza rasmi kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Akimtambulisha kocha huyo mbele ya waandishi wa habari pamoja na kusaini kandarasi ya kukinoa kikosi cha Simba, Rais Aveva amesema kuwa kocha huyo anayo imani naye na wamempa majukumu makubwa ya kuhakikisha Simba inarejea kwa kishindo katika enzi za ushindani mkubwa wa kisoka. Kwa jina anaitwa Joseph Omog, naye vile vile si mgeni hapa Tanzania, alishafanya kazi katika timu nyingine lakini leo hii kuanzia tarehe moja mwezi wa saba klabu ya Simba tunamtangaza kuwa kocha wetu mkuu. Pamoja na kumtambulisha kocha huyo pia Simba imemtangaza katibu mkuu wake mpya kuwa Patrick Patrick Kahemele, uh, Patrick Kahemele. Kwa huyu kuanzia tarehe moja mwezi wa saba yani leo anaanza rasmi kazi ya kuwa katibu mkuu kwa klabu yetu ya Simba. Mara baada ya kusaini mikataba ya kufundisha Simba, kocha huyo mpya amesema kuwa ana imani na wachezaji waliopo na anataka kuirejesha katika makali ya kutoa mataji ya ligi kuu Tanzania bara, huku katibu mkuu wa Simba naye akiomba ushirikiano kwa uongozi uliopo ili utendaji wake uwe wa kiwango kikubwa. Binafsi nimekuwa excited kupata nafasi hii ya kuwa katibu mkuu wa klabu ya Simba. Kama wote mnavyojua, klabu ya Simba ni klabu kubwa, kwa hivyo kuongoza klabu ya Simba kwa kifupi, imebadilisha maisha yangu kutoka kwa kiongozi wa kitaasisi kwenda kwenye taasisi ya kitaifa kabisa. Kocha Omog aliwahi kuipa taji Leopard FC ya Congo Brazzaville katika kombe la shirikisho barani Afrika mwaka 2014 sana.